Isi hali... una mikuja inaponitoka. Isi Isi hali kabisa. Kwa hiyo embu, embu, embu lala kwanza lako... sijakaona unaumia, lala lako... kwanza taratibu. Yani kwetu kujini sana kwetu kuchawi yani, uchawi mwingi sana huku, hamna maendeleo yote ukwetu. sitai nzuri pale kna mara yake na kazi yake nzuri yasalimi taim, ndio hivo ukimkuta kama hivo zidi alikuwa mbaya, miguu yote na niuma, hata sehemu zangu za siri siposaua kunuma, nikipataaja ndohivo hizi miaka naam. Mambo vipi ndugu mtazamaji wa Eko TV? Ni siku nyingine tumekutana katika matukio ya hapa na pale ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii zetu. Leo tupo katika mtaa huu ambapo ndo tumetia timu hivi sasa, na tumewasili na tumepokelewa na kijana aliyekuwepo mbele yako ambaye tumeweza kuwasiliana naye kwenye simu na ametuelezea kuhusiana na matatizo ambayo anasema dada yake anapitia, hivyo nikasema kwamba hebu kaa kidogo basi tuweze kuongea mawili matatu, ili uweze kutufahamisha, kisha tuendelee eneo la tukio ambapo dada yake yupo, ili tuweze kufahamu zaidi nini ambacho anapitia. Kwa ufupi, kwenye simu tuliweza kuwasiliana naye na akatueleza ya kwamba dada yake anakuwa anapata matatizo mbalimbali ambayo yeye kwa mtazamo wake anahisi huenda labda dada yake akawa ya amerogwa. Hivyo nikasema basi, ngoja tuweze kuwasili na kuweza kufahamu mengi, nini ambacho kinaendelea. Kwanza niweze kumpa mic aweze kujitambulisha kiufupi, alafu pia tuweze kufahamu mawili matatu, kisha tuelekeeni tukio kwa mhusika ambaye ana matatizo hayo. Bana, mambo vipi? Kwanza mishe zinaendaje? Ah, Mungu ana blessing. Na sasa, asante sana tumetupokea vizuri na tumewasili leo. Labda ningependa kufahamu kwanza kiufupi nini ambacho kinaendelea ambacho ulinielezea kwenye simu, nini ambacho kimekufanya uweze kutuita hapa. Na bwana, mimi nimefahamu ita hapa, bwana ndugu zangu. Na si mimi, kidogo mnaweza mkanipata msaada kidogo. Yaani, sister ama yaani, aliyake sister, yaani ndio hivyo, yaani yaani aileweki. Ni haja tu, haja ndogo inamtoka, namtoka nani nani, tuelewi. Shangaika sana, sana mahospitali wapi wanekani mpaka saizi uacha. Ndugu yangu nimechoka sasa na mahospitali. Labda nasemaje, kama mmehangaika mahospitali kutokana na tatizo hilo, maanake tumeshuhudia watu wengi wakiwa wanapata matatizo kama hayo ya haja ndogo. Je, hospitali wao wanasemaje? Bwana usilei tumeunda hiyo kitu zote nyingi sana tumeunda, yani nyingi sana kila siku tunaenda pale, na mambo yapata hizo tatizo ya shangaika sana nani, kila siku tunaenda na mambo amani ama tatizo. Sasa tuelewi tufanyaje, ana tuelewi sisi kama na familia kama sisi e, na ndugu na wale sister, tuelewi si nini, yani tufanye nini ili wale tatizo lile lipate kuondoka, tuelewi yani. Na kwa mtazamo wako, labda kwa matatizo ambayo labda unasema kwamba anayapitia Kipi kinachokufanya mpaka uhisi kwamba yule atakuwa amerogwa? Ndio <tunyesus> uchawi yani, uchawi uchawi Umezidi uchawi kwetu huku. Hapo fulani mwanangu, s koleni sana. Labda ningependa sasa tujaribu kuelekea mdogo mdogo huko ambako dada yako yupo ili tuweze kuwasiliana naye na, na kufahamu anapitia, yeah, ni tatizo gani hapa, na mpaka sasa hivi ni buna gani ambao umepita ambayo, tokea aanze kupata matatizo haya? Sasa hivi napata kama mwezi mm, za miezi kama nane nane nane saba

Yani ni malazi ambayo, yani, nipo vizuri kabisa, mwili wake, sema ndo hivyo, ni ile haja tu inapomtoka, yani. Yani ana koloni, anajisaidia tu ndogo, yani. Hebu basi tuelekee eneo la tukio, tusiwachoshe sana watazamaji, twende kwa mhusika ili tuweze kuongea naye mengi sana. Basi ungeongoza njia hapo tuondoke. Naam, ndugu na, mtazamaji, kama ulivyomsikia namna ambavyo ameeleza kwamba dada yake anapitia matatizo hayo kwa mtazamo wetu tunavyotazama, wapo matatizo kama haya ambayo yamekuwa ni ya kiafya hospitalini na matatizo mbalimbali mbali ambayo yanasuvika kwa dawa, lakini yeye kwa mtazamo wake nasema kwamba kwa wamekwenda hospitali nyingi na hakuna ambacho kimefanyika kwa ajili ya kumsaidia. Habari zenu dada zangu, um, n sasa tuwekee sasa ambako yupo ili tuweze kuwasiliana naye kujua nini ambacho kinaendelea kwa dada yake. Tujue so nini ambacho kinaendelea kwa dada yake. Ah, basi ungeingia ndani hapo kuweze kumuita ili tuweze kufanya naye interview. Hapo kama tunavyoona, basi ndo wanamleta dada yetu ambaye anapitia changamoto. Taratibu taratibu, sio hivyo

Naam ah. Hmm. Kama unavyoweza kuona sasa, mgonjwa wetu ameshaketi hapa na anaonekana kidogo anapitia maumivu ambayo kama alivyotuelezea ndugu yake pale. Sasa sikutegemea kama kwa maneno ambayo ndugu yake ameongea, basi hali itakuwa mbaya hivi kwamba hata kutembea ni kwa shida. Hebu labda tuweze kuzungumza naye kwanza mawili mawili matatu. Kwa hiyo samahani, kwanza, huyu ndo dada yako sasa ambaye tunamwongelea? yeah. ni yeah, mmezaliwa -hmm yeah. yeah. tumbo moja ama? yeah, yeah, ipo vipi vipi tofauti sawasawa. -hmm. Kwa hiyo umesema, uh, kwamba hali hii ni miezi nane sasa hivi. Sasa anaongea oh, naongea kama hivyo mdogo mdogo. Habari yako kwanza, dada yako, pole sana kwanza. Sisi tupo vizuri tu, labda kaka yako ndugu yako alikupatia taarifa kwamba sisi tunafika. Pole sana. Nini shida nsu ambacho kinakusumbua kaka wangu? Ah, uh, nini ambacho kinakusumbua? Maanake hapa watu kidogo angalau wakifahamu, na mmeshatufahamisha kwamba mnapitia changamoto hizi na hospitali hawana majibu yoyote, angalau anaweza akatoa ushauri na ni kujua nini ambacho kinaweza kikafanyika kwa ajili ya kusaidia. Nini ambacho unachopitia haswa? Ninawasmema maumivu makali kupita kiasi, na saa zingine nikiwa katika tendo langu la ndoa likiwa na mpenzi tu mwanaume ananiacha. Unavyoona hapa, nimeachwa ndoa tatu, na jinsi inavyoenda mvulana a kati yakaa zimelimo maumivu amezidi kwa kasi, nimengaika hospitali zote, kakangu ananipeleka kakangu, lakini mimi sijafanikiwa chochote, sijui nini tanisaidie mba. Hata kuna kazi zangu mwenyewe zimekufa, hapa nilipo ndio hivi mwisho wangu huyu, nbuzitanani akija, huyu bwana nipikie uji, akija huyu anisaidie kitu babau. Pole sana, i sana. Ulikuwa unafanya biashara gani? Magumikani nachukua zangu vitenge, naenda navo huko, nikirudi, narudi na biashara zingine. Usilie, rudi na biashara zingine, usilie. Sasa, pole sana. Kwa jinsi ambavyo ndugu yako ametuelezea, anasema kwamba pia na mikojo inatoka, labda nini. Na hospitali kwa nini wanawaambia nini haswa hospitali, akijaonekana kitu chochote sijapungue? Ndo mikojo sasa hivi inazidi, yalikuwa mbaya, miguu yote na inauma, hata sehemu zangu za siri sipo sawa, kunauma nikipata haja ndogo hivo, ni kwa hivi miaka hii, miezi yote Kutokana na ndugu yako alivyotuelezea, anatuambia kwamba ana wasiwasi labda umerogwa, ume labda. Wewe unachukuliaje hilo swala? Kuna mtu yoyote ambaye ulikuwa unabifu naye, ama kuna mtu yoyote ambaye anaweza akaa amekufanyia ubaya? Nahisi kitu kama hicho, mama, niambie. Siamini na imani imani zangu, kuna mimi siamini kitu kama hicho, ubishi ndo nichongea lakini hapa mpofikia nimefika tamatika kangu anipeleke popote tu anapoweza. Maana yake a wa taratibu, si hali. Una mikujo inavyonitoka, si hali kabisa. Kwa hiyo hebu lala kwanza, usije ukawa unaumia, lala kwanza taratibu. Labda niulize kwamba

naumia hata hapa, sijui nifanye nini. Nisaidieni basi, kaka, nisaidia katika hali ya msaada. Ni msaada gani ambao, watu ambao wanakupa msaada mpaka hivi sasa, nachumanisha, msaada gani ambao unaopata watu ambao wanashirikiana katika kukupatia msaada, wapo Namuona ndugu huyo, namtegemea labda tu, kuna mdogo wangu anatasia na mimi, na sina mtu mwingine, mama sina, baba sina, yani niko peke yake, kwa hiyo Yaani katika katika hali kama hii lazima unapata msaada wa kike wa kukusaidia, ndio maana nachomaanisha. huyo ndio asi anayefanya vitu hivyo yeye. Uh, kwa leo yupo wapi? Ameenda kazini tu, akirudi nipikiwe uji. Kama unaenda kazini. Ndio hivyo unavyoona. hali hii mwanzo wake ulikuwaje? Yani ilianza anza vipi? <sighs> Kwepo siku hiyo nikaa utembee na baba mmoja hivi pale, ilitokea kama dharura, mwanamke wake kama tukuta, sijajua itatokea hivi. Tukaibishana, kamwambia bwan ngamonaweza mzue mnako galiambia utaona na sasa hivi alipo sijui. Ningejua ningeenda hata kumuomba msamaha saidi. Mwezi wa nane huu, sasa mnaumia mwezenu. Kwa hiyo, kwa mtazamo wako, kwa unahisi kwamba jambo hilo na huyo mwanamke ndo labda atakuwa amehusika, kwamba amehusika kukufanyia kitu hicho? Basi tukutapata na roho weza juu ya duniani binadamu. Sasa kama unamhisi ni huyo labda, unamfahamu au unapafahamu alipo kwa sasa. Sasa hivi, lakini mwanzo alikuwa na tu chini mama Msimbazi kwa mama Nyakia. Ndugu yako alikwambia kuhusu jambo hili kwamba wasiwasi mwanamke alikuwa anazungumzaga. Anazungumza kama hivyo, anasema sasa, hatuamini tujui kweli hivyo au sasa kama mnaamini mna, mna kwamba jambo hili linaweza likawa ni ushirikina umehusika, nyinyi mmewahi kuwasiliana na mashehe ama kuwasiliana na madaktari ama kuwasiliana na upande huu ambao unajihusisha sana na maswala, mmewahi kuwasiliana labda na upande wa madaktari mashehe, kujua nini ambacho kinaendelea, kama mnawasiwasi kwamba itakuwa ni jambo hili ambalo linaendelea? Wakl apana, yani kuna shee mmoja kujega alimsomeaga hapa bado badoila likujea. Kuna mzee mmoja mzee mstafu alikujaga, alimsomea somea dua nini akampata maji basi naiya bado hapo mkojwa unatoka sasa. <laughs> Basi kama, kama unini, labda ningependa kufahamu jambo la mwisho. Kwanza pole sana, pole sana kwa hmm, sababu lengo ni kupata msaada, lengo ni kupata msaada. Hebu labda ningependa kuuliza nini ambacho unatamani watanzania waweze kukusaidia kutokana na jambo lako ambalo unaendelea. naomba tu wajitokeza nisaidia nikipata hata mtu kwa kuweza kunisaidia nitashukuru Mungu, mwezi naumia, mwezi wa nane sasa. Aka Mungu namtumae, Mungu Mungu nisaidie. Ndio hapo sasa, nauliza mm, ni msaada wa aina gani unahitaji? Kwamba apatikane mm, daktari mm, au mtu ambaye anaweza akakutibu, mm, ama kuna mtu ambaye tayari ushampata, mm, kuna matibabu ambayo yanahitajika kufanyika, kuna changamoto unaipata tu, ni msaada wa aina gani ambao unahitaji? madaktari bingwa wote wanifanyia, hasa sijui nitasaidia huu msaada gani. Labda mnirudishe tena hospitali au mnipeleke, kuna imani zangu kama tatokea mwingine nisaidie, nitashukuru sana. Mwenyezi Mungu anisaidie. Labda wewe pia, kwa kumtazama ndugu yako, labda ni msaada gani ambao unahitaji hasa waweze kupatiwa mimi mbona ndugu yangu hapa, mimi saizi hata mambo ya upande wa pili a, analalamika kwamba anaumia. Tukiendelea hivi itakuwa kama tunamtesa hivi, hapo mngemrudisha tu ndani. Mwite yule mwenzako, mumrudishe ndani anakuja anakuja, ngoja atakuwa kurudisha ndani. Naam, ndugu mtazamaji wa Eko TV, kama unavyoweza kuendelea kushuhudia, basi huyu ndo dada na namna ambavyo ameeleza matatizo yake, ni kweli anapitia changamoto nyingi sana, na changamoto ambazo ni ngumu sana kwa mwanadamu wa kawaida kuweza kuzipitia. Muda wote kutokwa na mikojo, maumivu sehemu za siri, ni mambo ambayo kiubinadamu mambo ambayo yanatesa sana, na kwa imani yake anasema kwamba huende ushirikina umehusika katika jambo hili. Labda wewe tu maoni yako, maoni yako kuhusiana ya na mtazamo wako, na kuweza kutoa ushauri, nini ambacho kifanyike ili kuweza kumsaidia dada huyu. Ni binadamu mwenzetu, lakini anapitia changamoto, changamoto hii huwezi ukajua uchungu wake mpaka pale itakapokukuta wewe tatizo ambalo mtu anapitia ni kubwa kwa upande wake. Nikukumbushe tu Nikukumbushe tu kama ni mara yako ya kwanza kuendelea kutazama video zetu, basi usahau alama subscribe pamoja na alama ya kengele, ili kwa mmoja wa wafuatiliaji matukio na habari mbalimbali katika channel Eko TV.